Joshua Mutale zungusha na mpira juu kwenye nafasi Shamu. <coughs> Leteni fimbo, halafu sogeni mbali kabisa. Simba anachapa! Shamu Karabwe anafungua kaunti yake ya mabao la kichwa Jonathan Nahimana, juhudi zote zimeshindikana kwa kwenda kugusa ule mpira. Joshua Mutale budo in swing kona ile, shemu Karabwe, macho yote akiwa wazi, anatazama mpira ulipotoka, anainama kidogo mno, kimo cha ndama kwenda kufuata ule mpira na kwenda kuandika bao kwa Simba. akaruka tena lakini alishindwa kufika. Jonathan Nahimana, Simba anatangulia. Mechi iliyopita Rushine Deriok, na mechi hii ni mpira wa kutenga wenye faida kwa Simba, akipanga wachezaji wake Jonathan Nahimana namna gani ya kusimama, wakati Joshua Mutale alitoa assist kwa bao la shamu, lakini hiyo Maema yuko kwa karibu zaidi, unazungusha ile mpira na Maema kwenye nafasi, Rushine Rushine De Reuck anaandika bao la pili kwa upande wa Simba. Defender kinara kwa mabao kwa sasa aliuvizia ule mpira ambao unamfanya Selemani Matola pigia makofi, simpigia makofi, utachoka mikono itauma. Rushine De Reuck, Afrika Kusini, kwa Afrika Kusini. Mamelodi wa zamani ndio Simba wa sasa. Neo Maema alizungusha ule mpira nyuzi mia themanini, mpira ambao unamkuta Rushine De Reuck kwenye nafasi anakwenda kugusa kwa umaliziaji wa kistrike kabisa, ule mguu wa nje anaubinua tu, mpira unakaa vyema, anakwenda kupokelewa na nyavu. kiu rahisi watu kibao wanasengea makosa. Kiulize Dani Lemoa alimweka chini ususani, kazi akampa godoro, akamwambia hii ndio kazi ya mwalimu.